Wakati wowote tokea sasa, tutakuwa tunapokea mwili wa mwenda zake kuweza kujiunga nasi rasmi mahali hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa heshima, naomba sote tusimame kuweza kupokea mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu katika uwanja huu wa mataifa wa Nyayo. Mwili huu utaweza kuzunguka ili wananchi waweze kupeana heshima yao, na hali kadhalika walio kwenye sare rasmi za serikali kuweza kupiga saluti. Bendi ya majeshi ya ulinzi, mtupe him tunapozunguka na mwili huu, tafadhali bendi, tunaomba mtupe him, mtupe him. Mwili huu unapozungushwa tafadhali, iwapo unatupata kwa njia ya mbashara ukipenda live. Tunaupokea mwili wa mwenda zake hapa uwanjani Nyayo, uwanja wa kimataifa ama ukipenda uwanja wa kitaifa wa Nyayo, ambapo hivi sasa tunapokea rasmi mwili wa mwenda zake. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana. kwa njia ya mbashara hivi sasa tumeweza kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Right Honorable Raila Amolo Odinga ukiwezwa hivi sasa kuonyeshwa kwenye, kwenye umma ukiwa umevikwa bendera ya taifa letu la Kenya ikiwa ni heshima ya hadhi ya juu ambayo ameweza kupewa na taifa lake kwa majukumu aliyoweza kutekeleza akiwa hapa duniani. Na ni vyema Mwenyezi Mungu ameona tangulie mbele za haki. Tunazidi kushukuru Maulana kwa miaka 80 aliyoweza kutupa tukaweza kuishi na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga na hali kadhalika tukishukuru yale yote aliyoweza kuchangia kwa miundo misingi ya taifa letu la Kenya. Wananchi wakiweza kupeperusha bendera hivi sasa, wakiweza kumpa buriani kwa heri Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hii leo ikiwa ni misa ibada, na inshallah siku ya Jumapili tutaweza kumpumzisha aya, akiwa ni mazishi ama ibada ya kitaifa, ndipo sasa utaona viongozi wote wa serikali wakiongozwa na mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto akiongoza taifa kumwomboleza aliyekuwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wa taifa letu la Kenya wakiwa wameandamana naye mheshimiwa rais kuweza kufariji wa Kenya ufariji familia ya mheshimiwa Raila Odinga, miongoni mwa waombolezaji waliofika siku hii ya leo. Asante sana. Bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. basi tunavyoshuhudia sote upande ule wa pili mheshimiwa rais na viongozi wa tabaka mbalimbali Paul Beras wakiweza kujitayarisha kuweza kuondoa mwili wa mwenda zake kwenye gari hili maalum ambalo hutumika kubeba watu mashuhuri. Gari hili liliweza kutumika kubeba mwili wa mwenda zake rais wa pili wa taifa la Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi, tukaweza kuona ikiweza pia kubeba mwili wa rais Mwai Kibaki na hali kadhalika aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Francis Omondi Ogola, na hii leo tunashuhudia gari hili likiweza kubeba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, likiwa ni gari maalum ambalo linapatikana katika idara ya jeshi kwa sherehe kama hizi. Maafisa watakaobeba mwili wa mwenda zake hivi sasa wakiweza kujitayarisha ili wakabebe mwili huu hadi mahali tutakapoweza kupokea wimbo wa taifa, kisha tutaweza kuketi na nitaweza kumpisha mwenzangu aweze kuendelea na itifaki na ratiba itakayofuata ya misa ibada ya mwenda zake. Tunazidi kushukuru wananchi walioweza kufika kuweza kushiriki nasi misa ibada ya mwenda zake, na hali kadhalika tuwashukuru kwa utulivu wenu, na hali kadhalika kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenda zake ugani Nyayo, Uwanja wa Kitaifa wa Nyayo tayari kwa ibada ambayo itaongozwa na Kanisa la Kianglikana hapa nchini. Haya, kiwa ama ikiwa ni ibada ya kitaifa ya mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, mwili wake hivi sasa ukiweza kutayarishwa na Paul Beras ili tuweze kupokea mahali hapa rasmi. Tutakapopokea mwili huu, gwaride litaweza kuendelea kisha tupate wimbo wa taifa, na baada ya hapo tutaweza kuwajuza ratiba itakayofuata. Kitazama jeneza la mwenda zake limeweza kufunikwa na bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni uzalendo wa hali ya juu na heshima za hadi ya juu aliyopewa mwenda zake. wakiweza kujitayarisha hivi sasa ili wakaweze kuleta mwili huu. Tunaomba wapiga picha wetu, tafadhali, mweze kuwapisha kwa heshima, with all due respect, kindly, tunaomba wapiga picha tuweze kuruhusu gwaride hilo kuweza kuendelea, tafadhali. viongozi wetu wa kidini kutoka idara ya jeshi wakiwa mahali pale, kiongozi wa kanisa la Kianglikana, dini ya Kiislamu na hali kadhalika kanisa la Kikatoliki, wakiwa tayari kuweza kutuletea mwili huu mahali hapa weza kuleta mwili huu kwa gwaride, mwendo wa kinyonga, ama ukipenda slow march, ili tuweze kupokea mwili huu rasmi kwenye jukwaa maalum.